Ila tunaendaga Lugala na Luwe. Hii barabara imetuunganisha Lugala na Luwe, Mafuru na Lubungo. Hii barabara. Lakini changamoto yetu kubwa tunayoipata hapa ni maji ya kijaa. Yaani maji ya kijaa hapa tunashindwa kupita wafanyabiashara, matipa ya mchanga, tunashindwa kupita kwa sababu maji yanajaa sana. Mfano mzuri kama mimi hapa. Nataka niende nikafanye biashara. Lakini nashindwa kuondoka kwa sababu maji yamejaa. Hamna sehemu nyingine ya kupita zaidi ya chuo. Na chuo kule kazi kupita mpaka gari la chuo lituruhusu kupita pale. Ina maana kama haturuhusiwi kuingia kwenye gari, ina maana hatuna pa kuvuka, itabidi turudi nyumbani. Kwa hiyo biashara zangu zina feli, tunapumzika nyumbani. Ah, hasara kubwa. Hasara kubwa. Maana huku mimi naenda kutafuta hela, na hela ninayopata huku ni nzuri. Yaani ombi letu sisi. Kwanza watanue mto huu. Maana wananchi wengi wamekula sana pembeni zoni ya mto kwa ajili ya kulima mbogamboga mboga. Watanue mto kutoka Mindu mpaka huku, alafu hapa daraja walitanue liwe kubwa. Lakini leo nimeshindwa kutokana na maji kujaa, leo nimeshindwa kutokana na maji kujaa, daraja limejaa, hamna usafiri wowote unaopita hapa. Ni watu wanaingia, yaani mpaka upita unatakiwa uvue nguo ndio upite, maji yamejaa, na kwa mimi siwezi kwa hiyo imenibidi nipumzike nibaki nirudi nyumbani biashara tena sifa. hasara niloipata, hasara niloipata ni kubwa, kwa sababu mimi ni mmoja ambao mfanyabiashara wa kutembeza, na leo natembeza kijiji kinachofuata ambacho ni Lugala, na kama hivi maji yamejaa, kwa hiyo inanibidi nipumzike nirudi nyumbani, tena pesa ambayo itahitajika leo niingize, sitaingiza sita Ombi langu kwa serikali, nilikuwa naomba itufanyie mchakato kuhusu swala la daraja, kutanua mto na kutengeneza daraja ili maji yaweze kupita na sisi tuweze kupita, kwa changamoto hii ambayo mnayoiona mpaka sasa hivi. Kwa maana hiyo, wakazi wa Lugala hatutuweza kupeleka bajaji wala kupeleka usafiri kwa sababu tatizo la maji, na hata wanafunzi hawatoweza kwenda wala kurudi iyo. Kwa maana hiyo watakuwa wamefunga kwa muda mpaka maji apungue. Hii ni changamoto sana kwetu, tunaomba serikali ituangalie kwa upande wake mwingine. Na changamoto nyingine kwangu mimi, ambaye siku ya leo ambayo haitokuwa na maslahi yoyote, ambao kutokana na abilia wa Lugala ambao natakiwa niwapeleke na kuwafata, manake leo kazi hamna, manake leo kwangu mimi ni hasara elfu mbili na kumi nane. Nimehamia hapa e, tangu tangu nimehamia hapa mpaka leo, kero hii nimekuwa nikiendelea kwa kwa huo muda ambao nilikuepo na hakuna changa hakuna hakuna solution ambayo naona limefanyika, ili kuweza kufanya nini, kuweza kutatua kero hii. Kwa hiyo ni kero ya muda mrefu imeendelea kwa kutokea hapa swala so, la kusema kwamba <coughs> serikali labda wamekuja kuna nini kurekebisha, ni, ni wamejaribu kuweka tu kifusi hapa na kutengeneza baadhi ya makaravati kama, kama kuna karavati moja limetengenezwa hapa lakini ya, ya kula ya ya naona e, kama, kama mw kidogo imesaidia, maji yamekuwa japokuwa yanapita, lakini watu wanaweza kuvuka, lakini hapa huwezi kuvuka kabisa. Mnamo tarehe 23 mwezi huu 25 jioni, mtoto aitwaye Nuera Bahati mwenye umri wa miaka miwili yeye alikufa maji baada ya kutumbukia kwenye dimbwi lililojaa maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Huyu mtoto alikuwa anacheza kwenye dimbwi hilo jirani na, na makazi yao na hilo dimbwi lilikuwa limejaa maji basi akametumbukia. Aidha, huko katika kijiji cha Misegese kata ya Malinyi wilaya Malinyi, Abdul Mustafa Mpanda yeye yule ana umri wa miaka 52 ni mkazi wa Misegese yeye alisombwa na maji akiwa anajaribu kuvuka kwenye daraja lililojaa maji. Mtu huyu bado hajapatikana, na watu wanaendelea kumtafuta pale, ili waweze kumwokoa. Aidha, tunatoa wito kwa wananchi kuchukua kuwa na tahadhari, hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kuangalia usalama wao na usalama wa watoto ili kuepusha maafa yanayotokana na madhara ya maji.